Biashara kati ya Urusi na Tanzania imeongezeka kwa asilimia 20 tangu mwanzoni mwa mwaka huu 2025. hayo ni kwa mujibu wa data zilizojadiliwa katika mkutano wa tume ya pamoja ya ushirikiano wa kiserikali kati ya Urusi na Tanzania kwenye maeneo ya biashara na uchumi uliofanyika jiji St. Petersburg nchini Urusi. Kwa mujibu wa waziri wa maendeleo ya uchumi wa Urusi Mheshimiwa Maxim Reshetenkov, ongezeko hilo limechangiwa zaidi na shehena za ngano na mbolea kutoka Urusi kuingia Tanzania, huku bidhaa za tumbaku, kahawa, chai na matunda ya Tanzania yakiingia kwa wingi nchini Urusi. Uh, baada ya kushuka kwa mauzo ya kibiashara mwaka jana Januari na Februari mwaka huu, tulifanikiwa kuongeza biashara kwa asilimia ishirini, Reshitenkov alisema, wakati akitoa muhtasari wa kikao cha tume ya pamoja ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi wa serikali ya Tanzania na Urusi. Kwa upande wake, waziri wa mipango wa Tanzania Profesa Kitila Mkumbo amesema Tanzania imejitolea kuendeleza uhusiano wa miaka mingi baina yake na Urusi na hasa wakati huu inadhamiria kukuza ushirikiano zaidi katika biashara na uwekezaji. Siku mbili za mkutano wetu zimemalizika leo kwa kusaini makubaliano ya kuendeleza mashirikiano katika nyanja mbalimbali, ikiwemo maendeleo ya kimiundombinu, ambapo tumewakaribisha marafiki zetu wa Urusi na kampuni zao kuja kufanya kazi nasi katika maendeleo ya miundombinu na hasa bandari, viwanja vya ndege reri na barabara. Tumesaini pia kuendeleza ushirikiano katika elimu, sayansi na teknolojia. Na kama mjuavyo, serikali ya Urusi imetoa ofa kwa Watanzania 19 kuja kusoma hapa Urusi katika fani mbalimbali mbali, ikiwemo sayansi na teknolojia. Tumekubaliana pia kuendeleza ushirikiano wetu katika biashara na uwekezaji, ambapo makampuni ya Urusi yanakaribishwa kuja kuwekeza Tanzania kutokana na sera rafiki za uwekezaji kwa lengo la kuongeza ufanyaji biashara baina ya nchi zetu mbili. Sambamba na sisi kuleta kahawa, chai pamoja na mazao mengine ya kilimo. Nitakuwa na furaha sana wakati mwingine nikitembelea Urusi nikikuta chai na kahawa zetu katika maduka ya Urusi. Tumekubaliana pia kushirikiana katika kuongeza thamani sekta madini yetu. Makampuni ya Urusi yatatusaidia kuongeza thamani madini yetu na hasa katika viwanda vya kemikali, dawa na kadhalika. Tumekubaliana pia kuendelea kushirikiana katika utalii kwa watalii wengi wa Urusi kuendelea kuja Tanzania, hii ikienda sambamba na kupanua ushirikiano wetu katika huduma za anga, ambapo watalii kutoka Urusi wataweza kusafiri moja kwa moja kutoka Urusi hadi Tanzania na Zanzibar, kwa sababu watalii wengi wa Urusi wanapenda kutembelea Tanzania na hasa Zanzibar kutokana na uzuri wa fukwe zake. Kwa ujumla Tanzania na Urusi zimeendelea kushirikiana kisiasa na kidiplomasia kwa miaka mingi, lakini wakati huu tunajaribu kupanua zaidi ushirikiano wetu katika biashara na uwekezaji. Kwa mujibu wa waziri wa uchumi wa Urusi Reshitenkov, wazalishaji wa, wa mbolea wa Urusi wako tayari kuongeza usafirishaji wa mbolea yao nchini Tanzania, ambayo kila mwaka inaagiza zaidi ya tani laki saba za mbolea, zaidi ya asilimia tisini ya mahitaji yake ya mwaka. Kulingana na waziri huyo wa uchumi wa Urusi, wafanyabiashara wa Urusi wanania kuunga mkono matumizi bora mbolea ya madini na wako tayari kutoa mafunzo kwa Watanzania ili kuongeza mbinu za hali ya juu katika kilimo. Uh, afrikanskimi stranami Maandalizi ya mkutano huu wa pili wa pamoja kilifanywa na wajumbe wa kamati ya kimkakati wa pande zote mbili, mnamo tarehe 12 ya mwezi Mei mwaka 2025, ambapo upande wa Tanzania uliongozwa na Dr. Taus Mkida Katibu mkuu, ofisi ya rais mipango na uwekezaji, na upande wa Urusi uliongozwa na Bwana Pavel Kalimechki, mkurugenzi wa idara ya maendeleo wa serikali ya shirikisho Urusi. Mawaziri wa pande zote mbili, Urusi na Tanzania, wamekubaliana mkutano wa tatu wa tume ya pamoja ushirikiano kati ya serikali Urusi na Tanzania ufanyike nchini Tanzania katika jiji la Arusha. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Urusi na Tanzania ulianza mwaka 1961 na nchi zote mbili zimeendelea kudumisha uhusiano wao kwa wivu mkubwa. Awadhi Rashid, Arusha One Radio.